Boda boda sane, sehemu ya tatu. Ingawa Cecilia aliendelea kunitumia ujumbe mfupi na kunipigia simu kila wakati, lakini sikutaka kujali hilo. Nilikuwa nimepanga kuyapeleka majeshi kwa Samira ambaye alikuwa akinichanganya kwa wakati huo. Mbona hujibu lolote sane? Alinitumia ujumbe Cecilia. Nipo bize, nilimjibu. Upo bize unafanya nini? Sitaki maswali mengi wewe elewa kuwa nipo bize. Sane. Nini? Mbona unanijibu hivyo lakini? Ulitaka ni kujibu vipi sasa? Basi mpenzi ukishamaliza huo ubize utaniambia. Poa nilimjibu. Niliendelea kumfikiria Samira pale kitandani nilipokuwa nimejilaza, akili yangu ilikuwa imetawala jina lake nilipokuwa nikiitazama picha yake aliyokuwa ameiweka WhatsApp, ukichanganya na baridi kali iliyokuwa ikinitafuna, nilizidi kumtamani vilivyo. Kuendelea kuishi na ndoto au mawazo ambayo hutaki kuyafanyia kazi kamwe, ni vigumu kubadilika na kuwa kama unavyowaza. Sikutaka kubaki kuishi na ndoto za kumpata Samira ambazo sikutaka kuzifanyia kazi. Niliamua kumtumia ujumbe mfupi wa sapu, na kama bahati, alikuwa online kwa muda huo. Mrembo, nilimtumia. Abe sane, niambie. Alinijibu. Picha yako nzuri sana. Ipi hiyo? Hiyo uliyoiweka profaili. Asante mwaya. Usijali. Unafanyaje? Nimelala, nahisi baridi ya hatari. Pole ila, umevaa sweta? Ndiyo nimevaa, lakini bado nahisi baridi. Pole vipi, nije? Uje wapi? Hapo ulipo weye. Naogopa. Unaogopa nini? Sasa tuachane na hizo habari, niambie mambo mengine. Mambo yako poa kabisa. Nisamehe kwa kukusumbua leo. Usijali, hiyo ni kazi yangu, wala usijali mrembo. Sawa, alinijibu Nilishindwa kumwingizia mada za kimapenzi kwa sababu tayari alionekana kuzikwepa. Hakutaka kuwasiliana na mimi kwa njia hiyo, sijui ni kwa nini, ila hakutaka kufanya hivyo. Nikajikuta nikikosa maneno ya kumwandikia. Baada ya kunijibu ujumbe wake wa mwisho alioambatanisha na emoji ya mikono miwili iliyojikunja kuashiria kushukuru, nikaendelea kubaki online huku nisiwe na cha kumwandikia Samira. "Nakupenda," niliandika maneno haya kisha nikawahi kuyafuta. Nilihisi kukosea kumwandikia. Sawa, nilimwandikia na kumtumia, kisha hapo hapo zikatiki tiki mbili za rangi ya blue kuashiria ujumbe tayari umeshapokelewa na kusomwa. Nikamwona akiniandikia, nikasubiri jibu lake. Wakati huo Sesilia alikuwa ameshaanza tena kunipigia simu, nikawa namkatia simu yake, maana nilihisi usumbufu Usiku mwema, ila usisahau kesho mapema kuja kunichukua kuna sehemu nataka unipeleke, alinitumia Samira. Sawa, haina tatizo, nilimjibu. Kisha hazikupita sekunde akawa tayari ameshatoka online. Kama walivyosema wahenga kuwa siku zote pole pole ndiyo mwendo, sikutaka kuwapinga hata kidogo. Niliamini katika msemo huo na ndiyo nilikuwa nikiutumia katika kumfukuzia Samira. Sikutaka kuweka papara nyingi, maana mwisho wa siku ningeweza kumpoteza. Cecilia hakuchoka kunipigia simu, aliendelea kunipigia simu mfululizo. Mwisho nikaamua kupokea. Mpenzi wangu, kwa nini unanifanyia hivi? Lakini kitu gani kibaya nilichokufanyia hupokei simu yangu? Nilikuambiaje hata kama yani ndiyo uko bize muda wote huo, halafu na kuona online WhatsApp? Kwani unafanyaje? Sifanyi kitu. Mm, kweli. Sasa mbona unaguna? Au unataka nikudanganye? Sio hivyo, lakini unavyonifanyia sio vizuri, naumia mwenzako, sina amani. Umemaliza unasemaje, Sane na kuuliza. Umemaliza kuongea Sane, una nini? Lakini mpenzi wangu, mbona umebadilika sana Cecilia wewe ni mtu mzima halafu tena ni msomi, hivi hata picha unayoiona bado tu hujui ni nini kinachoendelea au unataka mpaka uambiwe kuwa umechokwa, hupendwi tena ndiyo utaelewa? Unasemaje? Sikupendi, nimekuchoka, nilimjibu kisha nikakata simu. Yalikuwa ni maneno machache niliyomwambia Cecilia ambayo niliamini angeweza kumuumiza sana huko alipo, lakini sikutaka kuyawazia sana. Kwanza niliamini alikuwa ni msichana na muda wowote angeweza kupendwa na kunisahau katika maisha yake. Kwa nini umenifanyia hivyo? Kwa nini hukuniambia mapema kwamba hilo ndiyo lilikuwa lengo lako? Ziko wapi zile ahadi zako za kwamba utanioa na kunidhamini kama mwanamke wako? Umenichoka baada ya kukupa mapenzi. Sawa sana na shukuru sana, ila sitaki kuamini kama kweli nimeachana na wewe. Alinitumia ujumbe mfupi Cecilia. Niliusoma ujumbe huo kisha nikaufuta. Sikutaka kuvishughulisha vidole vyangu kumwandikia ujumbe wa kumjibu. Kwa hasira nilizokuwa nazo nilifuta na namba zake huku nikiamini nilikuwa nimezikariri kichwani na kama angeweza kunitafuta siku na muda wowote basi namba yake nilifahamu. Siku hiyo ilipita huku nikiwa nimempa maumivu Cecilia asiyoyatarajia. Niliamka katika siku nyingine ya Jumapili ya mihangaiko. Kama ilivyokuwa kawaida yangu, nilijiandaa na kujiweka vyema tayari kwa kuichukua bodaboda yangu kwa ajili ya kwenda kumchukua Samira ambaye alipanga siku hiyo kutoka. Sikuwa nafahamu alipanga kwenda wapi mapema yote ile. Hata hivyo, sikutaka kujifanya mpekenyuzi sana. Niliamua kumfuata nyumbani kwake, ambapo hapakuwa na umbali kutoka pale nilipokuwa nikiishi. Nilipofika nilipigia honi kisha akatoka nje. Alikuwa amevalia mavazi yaliyompendeza sana, nilimtazama kwa jicho la kimatamanio, kisha nikamsifia kuwa alikuwa amependeza sana. Asante sana vipi uko poa ya, aliniuliza huku tabasamu likiwa bado limetawala usoni mwake. Niko poa, nilimjibu kisha nikaendelea kumtazama jinsi alivyokuwa amependeza. Bila shaka shemeji anafanya kazi yake ipasavyo, nilimwambia maneno ya kumtega huku nikitaka kufahamu kama alikuwa na mwanaume. Ndiyo tena, anafanya kazi kubwa sana, alinijibu jibu ambalo kimoyomoyo lilinichoma kwa kiasi fulani. Kwa hiyo na kupeleka wapi leo asubuhi asubuhi, usiyetulie mwanamke wewe, nilimwambia kisha akacheka. Unacheka tena hii, nilimuuliza. Nimefurahi, alijibu huku akijaribu kukizuia kicheko chake. Haya, niambie sasa, leo wapi nataka unipeleke? Magomeni kwa wifi yangu. Magomeni ipi? Mapipa. Sawa, hakuna tatizo, nilimwambia kisha akafunga mlango wa nyumba yake tukaondoka. Bado niliendelea kuteswa na hisia za kimapenzi nilizokuwa nazo kwa Samira. Nilihisi kumpenda sana na iliniwia ugumu kumweleza ukweli tulipokuwa barabarani, kuna muda nilikuwa nikifunga breki za ghafla, hali ambayo ilimfanya anilalie mgongoni kwa kutumia kifua chache kilichobarikiwa chuchu za kusimama. Nilisikia raha sana, mchezo huo ulikuwa endelevu mpaka pale nilipomfisha magomeni mapipa, nyumbani kwa huyo wifi yake. Tumefika, nilimwambia nilipokuwa nimepaki bodaboda nje ya nyumba ya huyo wifi yake, alioniambia Ndiyo, asante sana, aliniambia baada ya kushuka, kisha nikamwona akiifungua zipu ya pochi yake. Nilifahamu alikuwa akitaka kunilipa, lakini nilimsihi asifanye hivyo, kitendo ambacho kilimshangaza sana. Wewe Sane, aliniita. Nini? nilimjibu huku nikimtazama usoni, nilikuwa nikitabasamu kwa wakati huo. Eti nisikulipe? Aliniuliza huku akionekana kushangaa. Ndiyo, usifanye hivyo. Leo acha nikupe ofa mrembo, nilimwambia huku nikiendelea kumtazama. Ofa gani hii, ya kutoka Tandika mpaka Magomeni? Hivi hayo mafuta huyaonei huruma? Aliniuliza kisha akazidi kuifungua zipu ya pochi yake. Nimekuambia usinilipe bana, mbona hunielewi? Nilimwambia huku nikijifanya kuikataa ile hela aliyokuwa akitaka kuitoa. Nilikuwa nikimaanisha, wala sikutamka kiutani utani Acha utani, aliniambia huku akionekana kutoniamini. Sikutanii kweli, namaanisha nilimwambia. Hiki ndiyo kitu ambacho najilaumu sana na nitaendelea kujilaumu mpaka kesho. Nilikuwa nikipenda sana kuwapa ofa wasichana, sikujali kupata hasara ya mafuta niliyokuwa nikitumia kutoka umbali mrefu. Nilichokuwa nikikihitaji ni kuona msichana huyo ambaye nampa ofa, mwisho wa siku anakuwa mpenzi wangu na ninafanikiwa kufanya naye mapenzi kuna muda nilikuwa nikipata hasara na yote, sababu kubwa ilikuwa ni wasichana, lakini sikutaka kujali. Niliendelea na mchezo huo ambao tayari ulikuwa umeniingia damuni. Kwa kuwa bodaboda ilikuwa ni mali yangu, nilijiajiri mwenyewe, hivyo sikuona tabu yoyote. Samira, kuna kitu nataka kukuambia, nilimwambia kabla sijaagana naye. Kitu gani? aliniuliza? Au basi, nitakuambia siku nyingine. Niambie, usiogope Hapana Samira, nitakwambia siku nyingine, usijali, kweli niamini, nilimwambia kisha nikaagana naye na kuondoka eneo lile. Wakati huo sikuwa nimechukua hata senti moja yake. Kiukweli nilitamani kumwambia ukweli kuwa nilimpenda na nilikuwa nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yake, lakini nilisita. Kila nilipokuwa nikimtazama, nilimwona kuwa msichana mrembo sana. Msomi tena alikuwa na kazi yake ambayo ilimfanya aishi maisha ya kujiamini, hakuwa na shida yoyote katika maisha yake. Urembo wake ulinichanganya mpaka nikawa nimeshaanza kumsahau Cecilia maana nilipoamua kuwalinganisha kwa urembo Cecilia hakuingia ndani hata mara moja kutokana na uzuri aliyokuwa nao Samira. Mapenzi yalichukua nafasi kubwa sana katika maisha yangu japokuwa watu wengi waliokuwa wakinitazama waliamini kuwa mimi ni kijana mpole niliyekuwa na tabia nzuri ambayo vijana wenzangu walitakiwa kuziiga. Upole wangu na ukarimu wa nje ndio uliofanya nikazidi kuwa na wateja wengi sana ambao waliniamini kupita kawaida. Wapo ambao waliniamini kuwa mimi ni mcha Mungu, nililelewa katika mazingira ya kumjua Mungu, hivyo nisingeweza kuwatapeli hata pale ambapo walinipa pesa nikawachukulia mizigo yao sehemu mbalimbali. Kila mtu alinichukulia vile ambavyo alikuwa akinitazama. Hakukuwa na mtu ambaye alinichukulia kuwa kama muhuni, mtu wa kupenda wanawake zaidi ya washikaji wenzangu ambao nilikuwa nikifanya nao kazi hii ya bodaboda wao ndio walikuwa wakifahamu yale yaliyokuwa yakiendelea katika maisha yangu, japo sio yote. Kuna mambo pia walikuwa hawayafahamu. Vipi yule demu ulifanikiwa kumchukua? Lilikuwa ni swali la Amani, dereva bodaboda mwenzangu, ambaye aliniuliza tulipokuwa kijiweni Tandika, Azimio. Tulikuwa madereva wengi, tukipiga soga za hapa na pale. Demu gani? Nilimuuliza huku nikionekana kusahau. Wale madereva wengine wakaanza kunicheka. Yule wa chuo aliniambia nani Cecilia ndiyo huyo huyo da mbona huyo demu nimeshambwaga siku nyingi sana umeshambwaga sasa niweke kambi ili iweje mwanangu unazingua yule mtoto alikuwa anakuelewa sana yaani mara hii umeshambwaga kuna demu mmoja hivi ananichanganya sana akili yangu demu gani tena Samira Nilijua tu yani, wewe mwaka huu tutakuzika. Hahahaha, usiogope. Yani huyu nikifanikiwa kumpata, moyo wangu utajisikia furaha sana. Nilimwambia maneno ambayo yalimwacha kinywa wazi, akabaki akinitazama muda wote huku asiwe na neno la kuniambia. Hakukuwa na habari nyingine nilizozizungumza zaidi ya Samira. Nilikuwa nikimwongelea na mara zote nilimsifia. Hilo liliwafanya madereva wenzangu baadhi waanze kunichukia mmoja alikuwa ni Jamal, ambaye alionekana kuchukizwa sana na maneno yangu ya kumsifia Samira. Hivi, hakuna habari nyingine za kuzungumza? Aliniuliza. Sasa unataka nizungumze nini tena, kama sio wanawake ambao wameumbwa kwa ajili yetu? Au hupendi jinsi ninavyomsifia? Nilimuuliza huku nikitabasamu. Tatizo sio kumsifia, yaani umezidi kuongelea sana kuhusu wanawake. Kwani hakuna habari nyingine za kuzungumza, Jamal? Kwani bifu liko wapi? Sio swala la bifu umezidi bana, alinijibu Jamal huku akionekana kuchukia kwa kiasi fulani. Nikazidi kushangazwa na tukio hilo. Msichana nimpende mimi, nimsifie mimi halafu mtu mwingine achukie. Hivi hii imekaa vipi? Niliona ni ujinga kuendelea kubishana, nikaamua kukaa kimya. Sikupanga kuishia kumtazama usoni au kuzungumza naye lugha ya kibiashara kila siku. Nilitamani siku moja mambo yabadilike, na kitu ambacho nilikuwa nataka kitawale ni mapenzi. Nilitamani sana aniite mpenzi wake na mimi nimwite jina zuri la kimapenzi. Nilitamani kwa kuwa niliamini nyota yangu na yake ziliendana, maana niliutumia muda wangu mwingi sana katika kumfikiria, na hiyo ndiyo sababu niliyoichukulia kama imani yangu. Zilipita siku mbili, huku desturi yangu ikiwa ni ile ile, asubuhi kumpeleka Samira kazini na jioni kumrudisha. Kila nilipokuwa nikimtazama, kiukweli nilihisi kupata msisimko wa kimapenzi. Nilihitaji kushiriki tendo, na msichana ambaye nilitamani kufanya naye alikuwa ni yeye. Tatizo lilikuwa ni sehemu moja tu, kumwambia ukweli, maana tulishaanza kuwa na ukaribu ule wa kaka na dada. Iliniwia vigumu sana kumweleza neno na kupenda, hasa katika mazingira yale. Mbona kama unaonekana haupo sawa, ya aliniuliza siku moja jioni nilipokuwa nimemrudisha nyumbani kwake. Nilijiweka midhili ya mtu ambaye hakuwa sawa kana kwamba kuna kitu kilikuwa kikinitatiza. Nipo sawa, nilimjibu. Hapana na kufahamu sana unaonekana haupo sawa, aliniambia huku akionekana kuingiwa na wasiwasi. Nipo sawa usijali, nilimwambia huku nikimtoa ule wasiwasi uliokuwa umemwingia. Una nini lakini? Aliniuliza kwa sauti iliyojawa na mashaka mno. Ag, acha tu, usijali, nilingaka kisha nikamwambia niache. Wakati haupo sawa, aliniuliza. Samira, usijali kuhusu mimi, nilimjibu. No, siwezi. Embu niambie ni kitu gani kinachokusumbua, au kuna mtu umegombana naye? Hapana, hapana. Nini sasa? Nitakuambia siku nyingine. Siku gani hiyo? Halafu hii ni mara ya pili unaniambia hivi, kwani kuna kitu gani unanificha? Samira, sidhani hata kama nikikuambia utaweza kunielewa. Unamaanisha nini? Nina shida kubwa sana na ninahitaji msaada wa haraka iwezekanavyo. Shida gani hiyo? Najua huwezi kunisaidia. Niambie, huwezi kujua, labda nitakusaidia. Hapana, acha niondoke, tutaongea siku nyingine. No, naomba usiondoke mpaka uniambie. Kwanza, muda huu umechoka, naenda kajiandae, upumzike, halafu baadaye tutachat. Nitakuambia usijali, kweli. Niamini mimi, nilimwambia kisha nikageuza pikipiki yangu nikamuaga na kuondoka eneo lile. Nilifahamu nilimwacha kichwani na maswali lukuki. Alitamani kufahamu ni kitu gani kilichokuwa kinanisumbua. Sauti yake ya huruma ikanifanya niamini, lengo langu lilikuwa linaenda kufanikiwa, na siku hiyo nilipanga uwe mwanzo wa kutupia gia zangu za kumpata kimapenzi. Siku hiyo nilifanya kazi mpaka muda wa saa tano za usiku. Nilipitia katika moja ya mgahawa niliozoea, nikala. Nilipomaliza nilirudi geto nilipofika nikaenda kuoga na baada ya kumaliza nikajilaza kitandani. Muda huo Samira alikuwa tayari amenitumia ujumbe mfupi, naweza kukupigia Sane? Alinitumia. Ndiyo kama hutojali, nilimjibu, kisha akaweza kunipigia. Nikapokea. Halo, vipi, uko salama? ya aliniuliza. Ndiyo, nilimjibu. Una uhakika? Aliniuliza tena kwa sauti iliyokuwa na utulivu wa hali ya juu. Ndiyo, kwani vipi? Nilimjibu kisha nikamuuliza. Hapana, unajua leo jioni nilikuona haupo sawa, ndiyo maana nimekuuliza hivyo aliniambia. Samira, nilimwita. Abe akaitika. Upo na nani hapo? Niko peke yangu, kwa nini umeniuliza hivyo? Hapana, nahisi hiki ninachokwenda kukueleza nitakuvunjia heshima, ila utanisamehe nilimwambia, kisha nikavuta pumzi ndefu na kuziachia. Wewe niambie usiogope lolote aliniambia. Samira, nilimwita tena kisha nikanyamaza kwa muda. Abem, niambie basi aliniambia. Wakati huo nilikuwa nikijipanga kumwambia yale yaliyokuwa yananisibu moyoni na sababu kubwa alikuwa ni yeye. O, moyoni nisikiseme, lakini kuna muda nashindwa, nahisi nahitajika kukisema, ila nitakisemea wapi, wakati mazingira siyo rafiki, na licha ya mazingira, mhusika mwenyewe anaonekana kutokuwa sawa. Na mimi nilimwambia, maneno ya kuzunguka mbuyu, sasa unavyoendelea kuzunguka na kunifumba, unadhani nitafahamu ni nini kinachokusumbua na aliniuliza. Samira, wewe ni mtu mzima, najua una akili ya kufikiria baya na zuri Sitaki kuamini kuwa lugha ya Kiswahili imekutupa mkono, na wenda asili yako ni ya ughaibuni. Sitaki kuamini hilo kabisa, nilimwambia, huku nikiamini bado hajang'amua lolote nililokuwa na maanisha. Sane, hutaki kuniambia auhi? Aliniuliza kwa sauti ya kukata tamaa. Alitamani kusikia kile kilichokuwa kikinisumbua, lakini kwa muda ule ni kama vile nilikuwa na mficha Samira nimetokea kukupenda, halafu hata sielewi hisia hizi zimetokea wapi, yaani nashindwa kuelezea, nilimwambia huku nikiwa nimejikaza mwili mzima. Nilihisi baada ya kumwambia maneno hayo, labda angeweza kunitukana, nikajipanga kuyakoga matusiki sawasawa. Nilimsikia akivuta pumzi ndefu na kuziachia, akabaki kuwa kimya cha muda wa sekunde kadhaa. Nikahisi labda atakuwa amekata simu, nikaitazama bado alikuwa hewani. Samira, nilimwita. Niambie, mbona umekaa kimya tena huongei? Hapana, hivi nikuulize kitu. Yeah, niulize. Itaendelea je? Itakuwaje? Usikose sehemu ya nne.